Hatimaye tumefika mwisho mwa season yetu ya kutengeneza projector na kitu ambacho kitafuata baada ya hapa ni nitakuwa najibu maswali ya watu ambayo wamekuwa wakiuliza kuanzia kipindi ambacho nilipotea kwenye masuala ya ufundi na hata sasa ambapo nimerudi, maswali ambayo watakupo nauliza sasa nitakuwa nikijibu lakini pia nategemea maswali yatakuwa mengi, lakini chengine, nawaomba watu mwendelee kusubscribe mwenyewe, hayo maneno chini hapo yameandikwa subscribe, ili kuwashawishi watu zaidi na zaidi, na wenyewe waje kujiunga na sisi hapa, waendelee kujifunza vitu baadhi ya vichache viwili vitatu vinavyohusiana na ufundi. Sasa shida ya projekta yetu ilikuwa ni hichi kio. Hichi di, kio ndio kio namba moja ambacho baada ya taa kumulika, wa ule mwanga wa taa unafikia kwenye hichi kio. Kwa hiyo hichi kio ndio kina balance ule mwanga wa taa, ndio nisema kio namba moja. Kwa hiyo ule mwanga wa taa kusha balansiwa hapa, ndo unatoka unaenda kwenye kioo cha mbele ambacho ndicho cha display. Sasa ule mwanga ambao unatoka kwenye taa unakuwaga ni mwanga mkali mno kiasi, yes, kwamba hata wewe ukiweka mkono wako kwenye kwenye hiyo taa hauwezi kwa dakika moja, ni kwamba ina, ina, ule mwanga unaunguza. Kwa hiyo sasa madhara yake waga inaenda inatokea kwenye hichi kioo Uh, ule mwanga unaenda kuunguza hichi kioo na kinaungua ukiangalia hapo, unaona kioo kimeungua upande mmoja. Kwa hiyo projekta ile yetu huonesha upande mmoja vizuri, upande mmoja inaonesha rangi nyekundu. Ni kwa sababu ya hichi kioo kimeungua upande mmoja. Kwa hiyo kinachotenda kufanyika ni kubadilisha hichi kioo na kuweka kioo chengine. Tukiweka kioo chengine, basi projekta yetu inakuwa imepona na inarudi kwenye hali yake.